Kitu kikubwa cha msingi na cha maana ni neno kufanyika mwili. Lisipofanyika mwili, tumefeli. Kiwanda chochote kinachotengeneza bidhaa bila zisiingie sokoni, kimepata hasara. Ndio maana ni muhimu sana unaposoma neno uhakikishe unatafuta namna yoyote ya kulifanya lifanyike mwili kwenye maisha yako. Yohana moja kumi na nne tuambia, naye neno akafanyika mwili nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atoke kwa baba aliyejaa neema na kweli. Neno akafanyika mwili nasi tukaona utukufu wake, utukufu wa mwana pekee atoke kwa baba aliyejaa neema na kweli. Hasa utukufu ni kudhihirika au kuonekana kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo neno lolote la Mungu linaweza ikafanyika mwili kwenye maeneo ya maisha mbalimbali ya mtu na likifanyika mwili ndipo ushindi unapopatikana. Sikiliza, ufamu wa Mungu haukumshinda shetani mpaka neno lilipofanyika mwili. Kwa lugha nyingine ni kwamba shetani alikuwa anamsumbua Mungu kwa namna fulani fulani, na ndio maana mpaka kwenye kitabu cha Ayubu watu wa Mungu wakienda mbele za Mungu na shetani anaenda pamoja nao na hafanyi chochote, inabidi Mungu afanye kikao naye, kwani kwa sababu, kwa jinsi ya kawaida hajanyang'anywa ule ushindi, na ili shetani ashindwe mahali lazima neno lifanyike mwili kwenye eneo husika. Lisipofanyika mwili ushindi bado, kwa kabidi Mungu atafute namna. Ndio maana ile Yohana sura ya kwanza anasema hapo mwanzo kuliopo neno ne, neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa ni Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa, kwa huyo, pasipo yeye hakifanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ulikuwa uzima, uzima ulikuwa ni nuru ya watu, nuru ya ng'aa gizani, giza halikuweza kuishinda. Kwa maana nuru ndani yake ulikuwa uzima, ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu na ile nuru ing'aa gizani, giza halikuweza kuishinda. Maana yake nuru ilishinda. Ilishindaje? kwa nuru isingeshinda mpaka neno lifanyike mwili. Ushindi wa nuru ulikuwa kwenye neno kufanyika mwili, ndio maana sura hiyo hiyo inayongelea neno na nuru kushinda, ndio maana sura hiyo mstari wa 14 unasema, naye neno akafanyika mwili. Neno yupi? Neno yule aliyekuwa kwa, kwa, Mungu, aliyekuwa ni Mungu, neno yule ambaye vyote vyote vilifanyika kwa huyo, neno yule ambaye ndani yake kuna uzima Ule uzima ulikuwa nuru ya watu ambao iliangaza gizani na giza likushinda, ndiyo lile lililofanyika mwili na sisi tukaona utukufu wake. Kwa asingefanyika mwili giza lingeendelea kushinda. Kwa nuru kushinda katikati ya ulimwengu ni matokeo ya neno kufanyika mwili. Ambayo neno ndiye Yesu, alifanyika mwili. Kwa kwenye eneo lolote la maisha yako ukitaka ushindi lazima utafute neno, then lifanyike mwili. Likifanyika mwili nuru iliyomo ndani ya lile neno imeshinda giza lililokuwa limetawala lile eneo. Sasa neno lolote la Mungu kufanyika mwili lazima kitu cha upendo kiwe kazini. Ndio maana ukimpata mtu yeyote yule au hata ukiangalia hata watumishi wa Mungu mtu mahali popote pale, ili ucommand supernatural life, ili maisha ya kiungu yawe halisi kwenye maeneo mbalimbali maisha yako, lazima kwanza kigezo cha upendo kiwe mahali pake. Kwa hiyo upendo ndio unaoamua udhihirisho wako. Mahali ambapo upendo haupo, udhihirisho haupo. Naye neno akafanyika mwili Kilichomfanya afanyike mwili ni upendo ulio kuwepo, sababu Biblia inatuambia alitupenda sana, kiasi kwamba alikuwa ana utukufu mkubwa, ili akaona sio kitu cha kushikamana nacho, akaamua kuvaa namna ya mtumwa, akawa kama mwanadamu akawa mtii hata mauti ya msalaba. Ndipo Mungu akamkirimia jina lipitalo kila jina, ili kwa jina hilo kila goti lipigwe na vitu vya mbinguni na vya duniani, na kila ulimi useme kwamba Yesu ni Bwana. Kwa hiyo uwezo wa Yesu mwenyewe kuwa na mamlaka duniani ni matokeo ya upendo aliokuwa nao. Sikiliza, Yesu alipewa jina mara tatu. Aliambiwa utazaa mwana, utamwita jina yake Yesu, kwa maana ndiye atakayekomboa atak na damu na dhambi zao kwa alikuwa na uwezo wa kutukomboa na dhambi ya kuwa na mamlaka ya jina. Angetukomboa katika dhambi ila jina lingekuwa halina mamlaka. Mamlaka yake ilikuja kama matokeo ya utii. Alikuwa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Ndipo alipokirimiwa maka alipopewa lile jina, lilipitalo kila jina ili kwa jina hilo kila goti lipigwe na vitu vya mbinguni na vya duniani na kila ulimi ukiri. Lile neno ndipo, maana yake lile jina mamlaka kuwekwa ndani yake isingeachiliwa mpaka kwanza utii mpaka mauti umefika. Anasema ndipo alipopewa ko, hakupewa mpaka ametii mpaka mauti. Le neno ndipo, unajua maana neno ndipo, kuna kitu kimetangulia kwanza kikaamua kinachofuata. Kwa hiyo yale aliyofuata baada ya msalaba ni matokeo ya kile kilichotangulia kabla ya msalaba. Anasema ndipo, ko, kuna kitu kilisababisha akapewa mamlaka ya jina. Ndio maana mpaka sasa hivi tukilitumia lile jina linakwenda kufanya kazi, kwa sababu alitii mpaka mauti. Kwa nini alitii mpaka mauti, akaacha utukufu wake? kwa sababu ya pendo ambalo Mungu alikuwa nalo na yeye mwenyewe alikuwa nalo, kwa sababu Yohana 3:16 anatuambia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bado na uzima milele. Kwa alitupenda kabla tujampenda akamtoa mwanaye wa pekee ili kila mtu amwamini. Kwa ni pendo la Mungu lilokuwa kazini ndio lilosababisha udhihirisho wa nguvu za Mungu na ukufanyika mwili kwa neno la Mungu. Kwa hiyo yule neno alikuwa ni Yesu alifanyika mwili tukaona utukufu wake kama matokeo ya pendo la Mungu. Kwa kuna upendo lo kwa kazini kulifanya neno lifanyike mwili. Ndio maana nikakwambia kwamba upendo sipo kuwepo, neno halifanyiki mwili mahali popote pale kwenye maisha yako. Ili neno la Mungu liwe halisi na lifanyike mwili na lizae matunda, lazima kwanza upendo uwe ndani yako, usike kwenye eneo